Mgombea huyo rais amesema hayo wakati akiwa katika mwendelezo wa kampeni, wakati akizungumza na wafanyabiashara wa soko la matunda na mboga mboga la Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, mara baada ya kumaliza kukagua mazingira ya soko hilo. Nawambia wafanyabiashara mkae mkao wa kula, endapo Ameri ataingia madarakani, mchele wa pembe mwisho tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Hatuko tayari, hatuko tayari au siko tayari mimi kama Ameri, mgombea rais nikiona wananchi wa Zanzibar wanakula mchele wa mapembe ambapo mapembe yanatia maradhi, wanatutia maradhi Wazanzibari. Tunao uwezo kwa wafanya biashara wakaleta mchele wa pishori, mchele wa basmati, mchele huo rahisi, na bei elekezi ya serikali ya Makini mchele usifike shilingi elfu moja. Chama cha Makini tunasema tutaboresha maslahi mapana, maslahi mazuri ya wafanyabiashara, lakini si hilo tu. Chama cha Makini kitatoa mkopo ambao hauna riba kwa mfanya biashara. Mfanya biashara atakuwa na uwezo wa kuja kukopa kuanzia milioni kumi, milioni ishirini na utarudisha milioni ishirini bila ya riba kwa mfanya biashara. Hiki ni chama kizuri kwa mwonekano wa sera. Kwanza tumezipenda sera zake kwa sababu si wanawake tutakuwa hatuzaliliki tena kuja hapa masokoni. Tutabaki nyumbani, mwisho wa mwezi tuajua tutapata riski ya kula na watoto. Ameongea mazuri. Eh, ameongea mazuri, lakini wasiwasi wangu tu hofu kwamba anaweza kuyatengeneza, lakini ikiwa atazifuata hizo sera zake, basi inshaallah tuweze tukafanikiwa inshallah, kwamba wanataka soko lijengwe, liboreshwe, ile jipya liwe safi, vyoo hamna. Kwa kwanza tunashukuru, kwa sababu aidha. Mgombea huyo wa rais amesema endapo wananchi watamchagua na kuwa rais wa Zanzibar, atahakikisha anaboresha maisha ya wa wazanzibari hasa katika suala la kujipatia mlo kamili. Nikiripoti kutoka Pemba, Aisha Haji, Azam News.